Amen. Kwa majina anaitwa Sela Dani. Ninamshukuru Mungu wa baba yangu Chazi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni Jumapili, baba aliniombea, akawa amenipa ile sabuni. Kwa kweli kupitia ile sabuni nilifunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimefungwa, nilikuwa naona kuna vitu vinatoka kuanzia mikononi, miguuni mpaka na, na usoni kwenye paji la uso. Bwana Yesu asifiwe na ilipofika Jumatatu usiku, nilipokuwa nimelala, niliona miungu ikinifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kunifuatilia, na hiyo miungu ni upande wa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ilipokuwa ikinifuatilia, nilikuwa nikiona ng'ombe mweusi, ana doa jeupe kwenye paji la uso. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa akinikaribia yule ng'ombe, alipigwa. Baada ya kupigwa kado ila nikasikia sauti ya kwamba imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu wa baba yangu Charles, kwa maombi aliyoniombea, barikiwe.